Ile taarifa ya maafa barabarani ambapo watu kumi na watatu wamethibitishwa kuaga dunia na wengine watatu kuuguza majeraha mabaya kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la Elementaita kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa sita adhuhuri baada ya dereva wa matatu ya abiria kumi na wanne kujaribu kupita gari jingine kabla ya kugongana ana kwa ana na trela lililokuwa likitoka upande mwingine wa barabara. Akithibitisha kisa hicho afisa mkuu wa polisi wa Nakuru Emmanuel Opuro alisema kuwa matatu hiyo ilikuwa ikielekea Nakuru ilipogongana ana kwa ana na, ana ana na trela hilo na kuwaua watu kumi na wawili papo hapo huku mwingine mmoja akiaga dunia alipokuwa akipelekwa hospitalini. Mwanahabari wetu Nancy Okware sasa anatupa kina cha taarifa hiyo. Mabaki ya magari katika eneo la tukio hilo yanadhihirisha athari ya ajali hiyo iliyosababisha vifo vya watu kumi na watatu na wengine watatu kujeruhiwa vibaya mali ya watu iliyotawanyika kila mahali ni ishara ya maisha yaliyopotea au kubadilika milele. Kwa mujibu wa walioshuhudia ajali hiyo, dereva wa matatu inayomilikiwa na chama cha ushirika cha ATS alikuwa anajaribu kupita gari jingine, iliona gari aina ya Nisan Kiofara na gari aina ya, ya Subaru. Subaru ikarudi ika ika saidi yake, Nisan ikasindwa kuingia Trela nayo ilikuwa imekuja ikipiga mahoni ikagonga hiyo Nissan. There has been a very fatal accident whereby I witnessed a loss of uh, so many lives. It's really devastating it's something that you are uh, it's affecting me yani na hiyo unafikiria vile hao watu walikuwa kwa gari. This is not a matatu that normally plies this road. I think uh, this is maybe the first time they are using this road. Mmoja wa madereva aliyekuwa nyuma ya matatu hiyo iliyopata ajali anayejulikana kama Stephen Githinji ameponea chupuchupu -chupu. Sababu matatu ilikuwa mbele yangu, all of a sudden nikaona imevuka upande ule mwingine wa barabara ikakutana kichwa kwa kichwa na lori. Mimi nilikuwa nyuma yake nikaona sitarudishana nyuma, mwishowe nikaona sasa lagu lile, ningefanya nikurusha gari yangu chini. Na hata ukiangalia gari yangu hapa imefanya kuguzwa na hiyo matatu. Madereva wamehimizwa kuwa makini zaidi barabarani. So ajali hiyo imetokea saa chache baada ya ajali nyingine kutokea karibu na eneo la Kimende hapo jana iliyohusisha ambulensi ya hospitali ya St Mary's Elementaita. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu sita, ikiwa ni pamoja na mgonjwa, mumewe, jamaa wawili, muuguzi na dereva. Dan Siokwari, darubini Weekendi.